Hapa katika vijiwe vya makumbusho stendi ni ana ya madhumuni yangu niweze kukupasha na nikuhabarishe mambo mbalimbali yanayokuwa yakihusiana na michezo na burudani. Kuwa nami kuanzia mwanzo mpaka pale tamati nitakapokuwa nikikuletea mahojiano yangu haya ya moja kwa moja kutokea hapa kwenye vijiwe vya makumbusho stendi jijini Dar es Salaam. Mimi niko na Muhindi wa Simba Sports Club. Sogea karibu hapa tuanzungumze mambo mawili matatu yanayokuwa yakihusiana na michezo na burudani. Muhindi wangu uko poa? Poa kabisa. Simba upo. Timu yetu imepaa sasa hivi, tuko kimataifa eh bwana. Tuanzie hapa, nichague mkono wangu wa kushoto au wa kulia mzee? Wewe tu utakapoanza, kweli kabisa sije nikaanze na kero kwako. Wala mi sina kero, mi nitaongea ule ukweli. Mi nimenyoka, si unanjua? Basi mi nianzie hapa na mkono wangu wa kushoto, amepata nafasi ya kuwa miongoni mwa wajumbe ambao wamechaguliwa na FIFA ya kwamba watakuwa wakitumikia miongoni mwa nafasi ama kazi mbalimbali kwa ajili ya kuhakikisha kwamba vilabu vya Afrika vinakuwa pamoja, lakini pia vilevile vile vinakuwa na ule uimara na kuleta muunganiko kwa vilabu katika bara letu la Afrika. Si mwingine, namzungumzia engineer Harris Saidi kwa nafasi ambayo ime, ame, amepewa. Nilikuwa nataka kusikia maoni ya wadau mbalimbali, lakini pia vilevile vile maoni ya mashabiki wa Simba Sports Club kwenye hili ambalo amepata nafasi engineer Harris Saidi. Unajua mwandishi, mimi kwanza niseme kwamba ni Mtanzania, Mtanzania mshabiki na mwanachama wa Simba Sports Club. Mtanzania yoyote atakapopata cheo chochote, ni faraja kwa taifa la Tanzania, ni faraja kwa taifa la Tanzania. Kwa hiyo Mtanzania yoyote atakapofanya vizuri inabidi tumpe hongera zake, inabidi tumsapoti. Kwa hiyo Engineer Hersi, kuachana na cheo ambacho anacho cha rais wa Utopolo, bado yeye ni Mtanzania acha na cheo kile cha urais ambacho anacho cha Utopolo, bado yeye ni Mtanzania. Mtanzania ambaye amepata cheo mbili ya ACA kwa upande wa Afrika na FIFA kwa upande wa dunia. Kwa hiyo mimi binafsi na kila sababu ya kumpongeza na Engineer Hersi ni mtu wa mpira hajachaguliwa yani, yani hajateuliwa basi tu kwa kuambia bwana wewe njoo ukae nafasi hiyo, kutokana na juhudi zake zilizoonekana kwenye klabu yake ndio ilichomfanyisha hapo alipo. Kwa hiyo mimi nampongeza sana na pia taasisi ya Simba ina kila sababu ya kumpongeza. Katika mdahalo uliofanyika juzi, Azam walikuwepo ambaye waliwakilishwa na makamu mwenyekiti wa rais wanaita sasa hivi Popat, ambaye amempongeza mheshimiwa Hersi. Kwa hiyo hata sisi taasisi ya Simba Unajua mwandishi, tunapomzungumzia Hersi kuna watu walianza kusema kwamba wakati sisi tulipofika fainali ya Kafu, kwa nini Hersi hatuku, hatuku, hatukupongezwa naye? Unajua, iliyofika fainali ni taasisi ya Simba, sio mtu mmoja, ni Simba Sports Club lakini huyu Hersi sio kwamba amepata hivyo vyeo kwa kuwak, kuenda kuiwakilisha utopolo. Angalia tofauti hapo kwa hilo su, kusema kwamba kwa nini Hersi hawakuipongeza Simba, mimi sikubaliani nalo ile hakuipongeza taasisi ambayo ina utani wa jadi kati ya Simba na utopolo lakini Hersi leo amechaguliwa sio kwenda kuiwakilisha, narudia sio kwenda kuiwakilisha Utopolo, ameenda kuwakilisha nchi ya Tanzania. Kwa hiyo kila, tuna kila sababu ya kumpongeza, kwa sababu leo Simba sisi tunamtegemea Engineer Hersi kwamba kama kuna jambo lolote sisi linatukera au kuna maoni yoyote tutapit, tutampitia kwa huyu Enjinia hersi leo. Enjinia hersi amekuwa mwenyekiti wa vilabu, ameleta mabadiliko tumeyaona na ameyazungumza mwenyewe kwamba mwanzo vilabu ambao vilikuwa na shiriki mashindano ya Afrika preliminary round walikuwa hawapewi posho, lakini sasa hivi wameanza kupewa. Na mwaka jana ilikuwa dola elfu hamsini mwaka huu wameongezewa dola laki na, bado akasema, kila mwaka itaongezwa. Kwa hiyo hiyo ni faida kwa sisi Simba pia kupitia enjinia Hersi. Kwa hiyo kuna faida ambayo Simba mnaipata kupitia enjinia Hersi sahihi. Ni sana kabisa eh, kwa sababu anawakilisha vilabu ambayo Simba sisi tumejumuika pia. Kwa hiyo watu tusimbeze, tumpongeze mimi kama mwanachama na mpongeza wa Simba nampongeza engineer Hersi kwa hicho al, al, cheo alichopewa, kutokana na jitihada zake. Leo mwandishi sisi taasisi ya Simba kwenye peji nimeona kwamba tumempongeza mheshimiwa wareskaria tumempongeza. Kwa nini isiwe tusimpongeze huyu Tanzania mwenzetu engineer Hersi ili ibidi Yeah. Kwamba tulikuwa na wajibu, unajua mimi huwa nakuwa mkweli, tulikuwa na wajibu wa kumpongeza kama tulivyompongeza mheshimiwa Wallace Karia rais wa TFF. Kwa hiyo mimi binafsi nampongeza na najua kwamba atatatua kwa mfano kingine amezungumzia kuhusu wachezaji ambao wanacheza timu ya taifa, lakini wanalipwa na klabu. Wanapoumia, klabu ndio inagharimikia. Kwa hivyo vitu ni vya maana ambavyo ameviongelea na itatusaidia ita pia sisi Simba na vilabu vyote Tanzania. Kuna namna mazungumzo like yake amewagusa sana watu wa Simba. Mimi wa binafsi, narudia nampongeza sana nampongeza sana, na mimi leo mwandishi, ningependa sana na nilikuwa na taka sana na na, yani na, tunasema wish yani na matamanio na matamanio ya kumwona engineer health personally, nimwone personally nimpongeze kwa hicho alichofikia kabisa face face to face na engineer ndiyo mimi natamani na, na sana kwamba nimwone physically nimpongeze kama mtanzania mwenzangu ambaye amepata hiyo cheo mbili ni kitu kikubwa cha kujivunia kwa watanzania tusimwongelee vibaya tumsifie na tumpongeze na tumpe support kuna namna viongozi wa Simba wanapaswa wajifunze kwa injinia Harris Said, hiyo kipo kiko wazi, hiyo kitu kiko wazi eh. Mimi mwenyewe binafsi namkubali kwa utendaji wake kwenye klabu yake, ndio maana hapo alipo amefika. Kwa hiyo namwombea kila laheri katika majukumu yake na namwomba pia na, naombi pia kwake moja kwamba inapokuja hata suala la simba katika SCA au FIFA awe nyuma yetu, atusaidie. Eh, kama mwanachama wa Simba, mshabiki wa Simba, na momba kwa heshima na taadhima kwamba linapokuja suala letu tunahitaji msaada wako engineer, tunakuomba utusaidie, nakiri tunaomba mtusaidie, tunakuomba utusaidie. Simba Sports Club, usiweke utani wajadi, wa jadi usiweke tofauti ya wasimba na Yanga katika maswala ya ACA na FIFA. Huo ni ujumbe wangu kwake. Kwa hiyo itoshe kusema ya kwamba Yanga Africans wana viongozi weledi na wahali ya juu kuliko Simba. Unajua mwandishi, mimi sijasema hivyo, usimaanishe hivyo Unajua, ukimaanisha hivyo ina maana mimi nawasemea vibaya viongozi wangu. No, maana yangu ya kusema kwamba katika uongozi wa Yanga, kwani aliyeteuliwa katika nafasi hizo ni wangapi? Viongozi wako wangapi Yanga? Mmoja. Viongozi wako mmoja Yanga, kwani wako wengi? wako wengi. aliyeteuliwa ni nani? Ndio mimi huyu namzungumzia kutokana na uledi wake katika kazi yake. Kwa hiyo mimi binafsi nampongeza na namtakia kila laheri katika majukumu yake. Eh bwana, nihamie huko nirudi huku sasa. Simba Sports Club wameanza safari kwenda kwenye michuano ya kimataifa kucheza mchezo dhidi ya klabu ya soka ya Nsingizi kutokea pale nchini Estwish. Mnaiona nafasi ya Simba Sports Club kwenye michuano ya kimataifa? Lihari Simba Sports Club kama wao wamesafiri bila pinipin -pin Kamara Musa, hiyo timu inaitwaje? Eh, singizini Nis singizi yani wao, wao, singizini, singizini tu ukikutana nao eh? Yani wao wao wako kwenye singizi tu. Sasa mtu ambaye yuko singizi unashindwa kumpiga singizini ndio hiyo singizi si kwao, labda sisi tunaita singizi hapo, labda kwao hiyo singizini ndio singizi ndio tunashindwa kuwapiga hao tena tunawanyuka kweli, alafu tunaye mtu wa matatu eh? mtu wa matatu <coughs> aliyefunga nne moja. Sasa ule si mchezo wa kirafiki, alikuwa anapima kikosi chake mlep... judge, unajua mwandishi eh. Niye tatizo yenu bwana, mechi moja mechi mbili mnamjaji mtu eh? Yule huwezi kumjaji kwa mechi mbili ya kirafiki. Yule tutamwona kwamba amesimama wapi na klabu imeperform vipi kutokana na mechi tatu nne. Sisi sio utopolo yeah? Utopolo wanashinda lakini hawamtaki falls. Utopolo wanashinda? Wanashinda lakini bado hawamtaki falls. Sasa kuna zaidi ya matokeo zaidi ya ushindi au eti mwandishi? Yeah, wakati ameshinda mechi tano hawajacheza hata na Mbeya City wakaanza kumpigia kelele kocha, watu wakati wameshinda mechi zote. Sasa nini mnatafuta zaidi ya ushindi? Kuna kitu gani mnatafuta kingine? Wanasema kama, timu kama haifanyi vizuri matokeo si yanapatikana, wewe unataka nini, eh? Kama pointi tatu zinaingia kibindoni wewe unatafuta nini? Kama kocha afanyi vizuri sawa, unamtuhumu mtuumu, au unamwambia bwana, yani unampigia kelele aondoke Kwa hiyo au topolo nao waache kupiga piga kelele, lakini mm. akina Kizinga hao mm. E bwana, nataka tuzungumze mimi na wewe na jambo moja. Ahmed Ally leo wakati wanawasafiri walisema ya kwamba miongoni mwa maombi yake anawishi sana ibaki timu moja tu na timu yenyewe ni Simba Sports Club kwenye hii michuano, ila zingine zote dua yake <laughs> wawapishe wabaki Simba Sports Club ambao ndio majaya ni watu wa kukusanya point kwenye, kwenye tournament za Kafu nikiwa na maana ya kwenye Kafu Champions League pamoja na Confederation Cup. Wow, wao ndio wakusanyaji wa alama nyingi. Kwa hii kauli, nyinyi mashabiki wa Simba, mnawaombea watani wenu ama mnaungana na msemaji wenu ya kwamba kama kuna baya lolote naliwakumbe timu zingine? Mwandishi umeniuliza swala zuri sana. Unajua huyu msemaji wetu ni mtazamo wake ndo alichoongea kwa mimi. Mtazamo wangu kama mshabiki na mwanachama wa Simba, mimi naitakia heri timu zote nne zinazowakilisha taifa la Tanzania, nawaombea wapate matokeo mazuri, waipeperushe bendera ya taifa la Tanzania ipasavyo. Unajua mwandishi, sasa hivi imefika hatua katika mashindano hayo ya kimataifa, tuondoe hizi tofauti tuondoe hizi tofauti, tuwe kitu kimoja, kwa sababu wote sisi tunapeperusha bendera la taifa la Tanzania, inabidi tubadilike. Linapokuja swala la ndani, sawa, tukwaruzane tuchafuane, tuombeane kwamba bana wewe upigwe tu, lakini linapokuja swala la kimataifa tuwe kitu kimoja, sauti yetu iwe moja, wote tuiombee timu ya taifa zetu ya wanaowakilisha taifa la Tanzania wapate mafanikio na wasonge, waingie kwenye makundi. kwa mimi naombea kwamba timu zote, nawaombea kwamba walipeperushe bendera la taifa, na tufanikiwe, tuingie makundi, timu zote nne, ikiwepo na utopolo Kiyemo. Lakini kwa ndani kwa ndani, mimi sina uzalendo kwa, kwa, kwa michuano ya ndani, mashindano ya ndani, mimi sina uzalendo wala nini. Mimi nawaombea wapigwe tu utopolo eh. Bwana, maliza chochote kile ambacho unatamani kuambia mashabiki wa Simba pamoja na viongozi wa Simba Sports Club. Cha kuambia ni kwamba sisi kwanza tuna mchezo wa kwanza ambao tunaucheza Jumapili, lakini tunaporudiana na hao watu wa Swatini hao watu wa Sinzia, kwamba tujitokeze kwa wingi uwanjani, tuisupoti timu yetu. Unajua mwandishi, mtazamaji au watazamaji ni mchezaji wa kumi na mbili. Kwa hiyo tuna kila sababu ya kujitokeza kuisapoti timu yetu kwa hali na mali ili tupate matokeo mazuri na tuende hatua inayofuata. Ni kushukuru sana mzee wangu. Asante sana. Shukrani sana. Asante.